Aliyewahi kuwa mbunge wa Tanga mjini pamoja na waziri wa wizara mbalimbali hapa nchini Tanzania, katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Ummy Mwalimu amejitenga na taarifa ambayo inasambaa katika mitandao ya kijamii ikidaiwa kwamba amezuiwa kusafiri nje ya nchi na kwamba aendelee kusalia hapa nchini, asitoke nje ya nchi. Taarifa hii imekuwa ikisambaa katika mitandao ya kijamii na Ummy Mwalimu kupitia ukurasa wake akaposti taarifa hiyo na kusema uzushi upuuzwe na kusindikiza na ujumbe ambao unasomeka hivi. Na washukuru wote walionifikia kutaka kujua ukweli kuhusu hii. Hii ni uzushi, ipuuzwe. Niko oke, okay, alhamdulillah. Hii ni nukuu ya Ummy Mwalimu aliyewahi kuwa waziri katika wizara mbalimbali mbali katika serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na pia mbunge wa jimbo la Tanga Mjini. Amezungumza kuhusiana na taarifa hii. Kumekuwa na taarifa nyingi nyingi ambazo zinasambaa katika mitandao ya kijamii kuhusu viongozi na kuhusu watu maarufu. Taarifa hizo ambazo zina ni kama uzushi na kupitia msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa amezidi kukemea taarifa hizi ambazo zinasambaa katika mitandao ya kijamii watu wakichapisha habari mbalimbali mbali. Na yeye zaidi, e, msemaji wa serikali Gerson Msigwa akiwakemea waandishi wa habari wa nchini Kenya ambao mara nyingi wao wameonekana wakisambaza taarifa hizi za uzushi kuhusiana na nchi ya Tanzania.